Aise Tanzania tunapoteza misingi yetu tamaduni na miiko. Kizembe tu. Kwanza nina hasira ngoja! Kiukweli makonda yamebadilika sana. Zamani ukimwona konda, unasema yes, huyu ni konda. Unakuta hicho nyanya hivi jekundu? Eh, lips nyeusi? Eh, sauti imetepeta kama wa Tandale. Akipiga zile coin zile ngere ngere, unatoa 500 ongei sana. Abishani. Konda mdogo swali inashuka ile, inapandisha juu. Inashuka, inapandisha. Hivi konda na kitambi? Konda akondi isha ta jina lako basi, konda konda. Zamani kama ajasoma kabisa, kaisha la pili, kamia kwenye ukonda. Sasa hivi konda amepata siri ya mwisho Fumfum. Konda naijua tripod stand. Nacha miko yenu ila mimi ila, hakuna kitu kinasuuza moyo kwenye daladala dala kama upate siti ya mwisho kwenye kona kule, halafu unashuka kituo cha mwisho. Hii ni maajabu. Halafu una earphone hapo, una bando, halafu chaji 96 kuelekea 100. Yaani unakaa pale, unaona watu wanapanda banda na kushuka eh, hey, wanaambiwa si oa, begi mbele, wanafunzi begi mbele, begi mbele. Wewe relax tu, ila ukipata siti hii hapa, yaani mtu anafungua mlango anakuona hapa Usipoachia siti wewe, hauna utu wa Kitanzania, wakusaidia wazee na wajawazito na wanani hapo hmm? Vijana ovyo, wanakambia wewe, usimwangalie usoni, ukisha mwangalia tuluma imekuja mda, utu wapo hivi dakika hapa na hmm. Kati kuna mwanangu shabirumbia aisha kujipigia simu Mwenge mpaka Mbagala, ili asiachie siti, alijipigia ya wewe, wasa asipakia gifumu, wewe napakia ya zaka, Anawakika pakishangalia hivi, ameachia siti. Vijana wajinga sana ila hakuna kitu kinauma kwenye daladala kama umepambana umepata siti, alafu konda akawafaulisha. Hii ni maajabu. Umetuliza uko nasikia, waha mimi ni gari hili <laughs> <laughs> alafu anaanzia kwenda wale mbele wale, unakuwa mwisho unaenda <laughs> kusimama huko mm? Inauma unafaulishwa na mtu kaisha lapili kishansi kabisa, haijakaa sawa hiyo mm? Alafu sasa ombea sasa upande daladala, alafu konda au dereva mwanao yani, kwanza utaki siti, unataka aga hapa hivi unapiga stori au yule nani, kazi imemfundisha. Mimi yule dereva anakwambia acha utani eh! hey, unamsaidia konda wa wa wa kusoma begi mbele, begi mbele mm, unakuwa kama utawala yani <laughs> kwako yani, kimenipata <laughs> ila mimi ki ukweli nikiona watu wanagombana kwenye daladala si laumu mtu, naelewa, kuna muda hasira zinapandaga tu. Ushai kusimama kwenye daladala umeshika bomba masaa matatu alafu mtu akasema konda niache hapo mbele, ile siti yake unaizingira hivi unasema hapa akishuka na kaa mimi hapa halafu, ila nakaribia kushuka namwambia jirani yake nani wa ukae. ukae all njoo ukae all. Madereva mm, tunawapenda madereva, tunawapenda makonda, mnatusaidia kwenye usafiri, ndiyo maana mimi nataka niwalinde. Nawalinda na nini na bima ya magari kutoka NIC National Insurance Corporation, nawalindaji mm. Na sasa bei rahisi sana, kama ukitaka bima ndogo mm, kwa gari za abiria, za abiria za ndani ya mkoa ni rahisi sana, siti moja elfu kumi na tano. Kwa hiyo kama gari lako la abiria ndani ya mkoa wako lina siti ishirini, nachukua elfu kumi na tano mara ishirini bima ndogo mwaka mzima e, laki tatu mwaka mzima mm, lakini kama gari lako ni la abiria lakini la kwenda mikoani e, kutoka Dar kwenda Mbeya, kutoka Dar kwenda wapi, ni rahisi sana bima ndogo elfu thelathini mara idadi ya siti, kama siti ishirini, elfu thelathini mara ishirini, laki sita mwaka mzima hiyo mm, ni kwa ajili ya third party, bima ndogo. third party ni nani? Ni abiria wako wa ndani au mtu wa nje uliyegonga mali zake au yeye mwenyewe unamcover mm, eh, cost zake zile eh. Lakini abiria nawakumbusha na, na mkipewa tiketi kaeni nazo kwa sababu kwenye bima hicho ndio kidhibiti chako. nilikuwa kwenye hili gari nikapatwa nika na madhara haya hapa, naomba ipate nipate fidia, umenipate. Lakini ukasema utaki bima ndogo, unataka bima huwa, comprehensive, ni rahisi pia, unachukua bei ya gari ulionunulia unazidisha mara asilimia rete ile e, asilimia nane mara nyingi kwa gari za abiria za ndani ya mkoa na za kwenda mikoani. Halafu unajumlisha na elfu kumi na tano mara idadi ya siti kwa gari za abiria za ndani na elfu thelathini mara idadi ya siti kwa gari za abiria za kwenda mikoani. Simple. Uzuri sasa, comprehensive inakava abiria wa ndani akipata madhara. Kumbuka, inabidi uwe na ticket ili upate fidia. Inamkava mtu wa nje aliyegongwa na gari au mali yake imegongwa, inakava chombo chenyewe, gari lenyewe, inamkava dereva akipata madhara, inamkava mpaka kondra. Tumenipata hmm? Vizuri hapo. NIC insurance hiyo boni, hmm? Uweke comprehensive au third party, bima ndogo. Karibu sana Aeshebimbi, naomba usogee vizuri, napiga